Mabasi ya mwendokasi yangetoka toka Kinyerezi, yangeshuka mpaka Segerea mwisho mpaka unakuja hapa Tabata relini. Hizo zinaitwa feeder roads, barabara zinazolisha mfumo wa reli huani, wakifikiri hivi mwaka huu wanasema wapo kwenye mipango. Unagundua tatizo ni dhamira wako tayari waanze kutengeneza vituo vya kulisha gesi kwenye mabasi, lakini hawako tayari kutumia gesi hiyo kutengeneza mitambo ya kuzalisha umeme. Unagundua kama si ufinyo wa maono, dhamira makusudi, hawataki tupige hatua. Lakini kwenye mwendo kasi, utagundua mtifuano unaotokea pale ni wakufanya uamuzi tena, sio wa rais, waziri tu kauli hii moja na mgogoro umeisha. Lakini matokeo yake unaona, kila mtu pale ni kama ni mnufaika eh, ni mnufaika. Nani anaruhusu wakaweke karakana Jangwani, mahali hapa unajua maji hujaa? Basi wanaweka karakana, kila mtu anaona wanajenga karakana Jangwani. Halafu nini kinatokea? Mafuriko yanakuja yanaharibu mabasi yote yaliyopakiwa pale, hatuoni mtu kuwajibishwa. Waziri mkuu anaona, makamu wa rais anaona, ndo anahusika na mazingira, rais anaona, ndo na dhamana ya nchi, hakuna anayechukua hatua. Hawa watu hawamaanishi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 nijue kazi ya kutimiza kusudi la Mungu wa viongozi wameshindwa, na wameshindwa kwa makusudi. Viongozi wanaoshindwa kutimiza kusudi la Mungu duniani hawatokani na nuru, hawatokani na Mungu wetu wa mbinguni. Sasa ni vizuri ikafahamika. Anasema ata, atasaidia kuleta ukombozi, na mimi namwambia tulishapata ukombozi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 lakini kwa sababu ni simwache ndugu Nchimbi hivi hivi. Unajua, polisi wanatumika saa ingine vibaya, kutisha tisha kupigapiga watu na kushiriki kwenye vioperesheni vya vio uovu. Utawaeleza kuhusu watu ambao wa wanashiriki na utekani, kwa sababu jeshi la polisi haliwezi kujichomoa kwenye tuhuma hii, na wala wasiona wasiwasi, siku inakuja hawa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 ya CCM mtandao ni John Pombe Joseph Magufuli. Kanataka mumuulize mchini atusaidie, kutusaidia ni nani alikuwa waziri wakati ule? Nimemsikia mheshimiwa rais anazungumza kuhusu nywanywanywa nwinwinwisea e, mtu mmoja anamsaidia rais, labda wale wazee wale, washauri urembo Omari hadi Heri pamoja na Luavi wawe wanakaa na rais wakikongenyike, wamsaidie rais. Ni baba yetu na mama yetu, hizo jinsi zote anazichukua rais. Huwezi kwenda kuwaambia watu kwa lugha kama ya kubana pua nwa nwa nwa nwi nwi nwi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 shauri nafikiri, anaitwa hivi pale nyuma yake, Ingereza anaitwa ADC ad camp, Kiswahili wanamsema mpambe. Yule sio mlinzi wa rais yule, ana kazi moja kubwa, kumtambulisha rais wetu na mkuu wa nchi na amiri jeshi mkuu, kwa sababu hapa Tanzania hakuna mtu mwingine awaye yote ambaye anaposimama, nyuma yake kuna Brigadier General amevalia uniform ya jeshi nyuma yake, isipokuwa amiri jeshi mkuu. Hata asipojitambulisha, ukimwona Brigadier General kasimama nyuma ya mtu anazungumza na nini au anatembea huyo, ni mkuu wa nchi, amiri jeshi mkuu na rais wetu takamfam k si vizuri Mama Samia unapoenda kwanza kujitambulisha tena, inaonekana unatufokea na hatuja kukosea, natutisha na wewe mtishi, kwa sababu anaitisha ni, ni Mungu peke yake. Unasema hakuna atakaye vuruga uchaguzi, ni kweli, hata sisi hatutaki mtu avuruge uchaguzi. Unatakiwa kujua kwa nini watu wana malalamiko hilo, unaotakiwa kujua. Sioni ukifanyia kazi malalamiko na kuona ukipuuza malalamiko ya watu, na hapa nataka kusema kitu kimoja, na nimewahi kusema CCM itaharibikiwa siku ikianza kupuuza wananchi. Haya maneno iliyasema mwendo mrefu wa miaka mitano sita iliyopita, CCM itaharibikiwa ikianza kupuuza wananchi. Na nataka nikuambie, eh, Mheshimiwa Rais Samia, CCM ikifanyaga vizuri hainaga mpinzani, ikifanya vizuri kabisa hainaga mpinzani, na support yake huwa inatoka kwa watu. CCM ikifanya vibaya, CCM ikifanya vibaya huwa inatengeneza upinzani. Ndio kina Chadema wanainuka juu, wapinzani wa kweli. Achana na kipindi kile wako na mzee Mbowe, naye kidogo ni mtu wa mtu, naye isijikite huko, lakini mpinzani wa kweli wa Chama cha Mapinduzi kinapoanza kupuuza watu, ni wananchi wenyewe. Ndio maana hata sasa hivi Chadema hawafanyi siasa, kiongozi wao yuko jera. Lakini mama una, unaweza ukawauliza wasaidizi wako wengi tu katika vyombo vyetu, waulize eti, hali yako kwa wananchi ikoje? Mi nitakwambia ukweli, kwani nazungumza nao, hawakukubali na wanahisi unawakosea sana. Sasa makosa unafanya wewe, hasara inabeba beba CCM, na wahanga ni Tanzania nzima. Nikusihi usirudie tena kuwatisha watanzania kwa dhamana waliokua. Unaweza ukafokea wezi, unaweza ukafokea mafisadi unaweza ukafokea wala rushwa, kitu ambacho hufanyi. Mama Samia hufanyi, na watu wanajiuliza dhamira yako ni nini? Tunarudi pale pale dhamira. Namsikia tena Nchimbi anasema, Mama Samia umefanya maendeleo makubwa kiasi kwamba jumuia ya kimataifa inakupongeza na kukupa tuzo hivi. Balozi Nchimbi, mimi zamani nilikuwa balozi kabla ya kuliuzuru kwao. Mimi na wewe tumekuwa colleagues kwenye utumishi wa nje. Mimi na wewe tunaweza kuwa tunafahamu, tukiamua kukubaliana kwamba tufahamu katika misingi. Hivi sifa ya kwanza rais akifanya kazi vizuri inatoka ndani ya nchi au nje ya nchi? Kwa nini unataka kumdanganya na kumuonyesha, unamburunganya mama Samia? E, mikini kule ni kumburunganya mama Samia. Kama unafanya vizuri umesifiwa, umepewa tuzo kutoka nje, umemwambia mama Samia. Samia anatizama vipi kwa watu? Na mimi nikwambie, watu hawatapiga kura mwaka huu kwa sababu wameona hadaa kubwa mimi sitapiga kura kwa sababu ni mtu mwenye uelewa maarifa, nimekuwa na dhamana, nimeona kazi inavyofanyika ni na ndio maana nilijiuzuru kwenye nafasi zangu zote kwenye serikali, kwa sababu sikutaka kuwa sehemu ya hada hii tunawafanyia Watanzania. Kwa hiyo hata kudanganya watu kusema Uzuri wa kazi ya mama Samia unapimwa kwa tuzo kutoka nje? No, uzuri wa kazi ya mama Samia unapimwa kwa ukubalifu wa kazi hiyo kwa wananchi wake waliompa dhamana ndani ya nchi. Na je, mmewauliza wananchi wanasema nini? Humo ndani ya CCM kwenyewe hatumkubali Unajua, mimi Mkristo nampenda Yesu na namomba kila siku, mpango mzima bidogu bidogu wa kwenda mbinguni. Amesema msihangaike na vitu vidogo vidogo, kwangu mimi vitu vya kibinadamu hivi ni ziada, setule tumeambiwa wa Kristo, tafuteni kwanza ufalme wake na hayo yote yote, hayo yale ya kibinadamu mnazidishiwa, ni ziada. Sikuandikiwa kufanya kazi kwenye serikali ila nimeandikiwa kusema ukweli na nitasema ukweli, hata kama niko peke yangu, out of all conventions, sitarudi nyuma. Siku moja mama Samia, wa hii, watu wanasema pia mtandaoni, anazungumza pale, ndo ile mtindo wa kusema practical needs. Unajua kuna kitu kinaitwa kwenye maendeleo kuna kitu na kwenye elimu ya jinsia na maendeleo kuna kitu kinaitwa practical needs, alafu kuna kitu kinaitwa strategic needs. Strategic needs ni mahitaji ya kimkakati ambayo ukiona mtu amelitamka unaona jambo kubwa linatatua kero nyingi za watu, alafu kuna kitu kinaitwa practical need. Ni jambo la kawaida mtu akilitatua ni hilo tu, kama kujenga soko, practical need lakini kujenga mabwawa matano ya kuzalisha umeme ni strategic needs. Kwa sababu utapeleka umeme kwa watu wengi zaidi. Tumezalisha hata bwawa moja la kujenga umeme kutoka mwaka elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na tano tulitakiwa tutengeneze mabwawa kati ya matano mpaka saba na stations za kuzalisha umeme kwa gesi na kwa maporomoko ya maji hakuna. Unazungumza habari ya kujenga vituo vya afya, vituo vya afya bila umeme. Ndio maana watu hawakuelewa waliposikia mtanunua umeme kutoka Ethiopia. Tunatakiwa si tuwe wajanja, tuwe na ujazi wa umeme ndani, ili hata kama kuna umeme wa Ethiopia unaokuja, ni wakwetu utakuwa unaondoka kona, si tunapata pesa ila sio sisi tunakuwa wa wanunuzi. Ni kweli tupo kwenye East African pool, tupo katika lile bwawa la ujazo wa umeme la Afrika Mashariki, lakini na sisi tumejaza umeme. Ndio matengeneza vituo vya kujaza gesi, mabasi ya mwendo kasi, wakati mwaka 2025 tunapaswa kuwa na reli na treni za mwendo kasi ndani ya jiji la Dar es Salaam kwa pesa ile ile trilioni mbili nukta tatu tukimaliza Dar es Salam ingekuwa mji mmoja kama ile tunaiona Ulaya. Ni mimi nilipelekwa na serikali Ulaya mara ya kwanza mwaka elfu mbili, tukatua pale Amsterdam, Holanzi, tukachukua treni ya mwendokasi mpaka Den Haag, kujimeta The Hague, Holanzi. Tukafika kule tukapanda reli nyepesi, ndio hiyo tram naita nikakaa nika hapa kichwani. Baada ya hapo nimekaa sana nimezurura sana Ujerumani Ufaransa, eh, Spaniotu, Spain kule unajua, Denmark, Sweden, Finland, Norway mpaka Greenland, nimeona ile imekaa kichwani. Nauliza, miaka ishirini na tano toka nilikwenda Uholanzi, nimeshea mawazo haya mengi, kwa nini hatutengeneze treni za mjini hata kwenye ilani ya sisi inasema tutapanga, kuna mpanga mwaka elfu mbili na ishirini na tano reli ya mjini Ethiopia, iko pale kama tulitumia sita trillion, tukatumia saba trillion, kwa ajili ya bwawa la Mwalimu Nyerere pamoja na reli ya mwendo kasi kwenda Dodoma, tunashindwa nini kutoa mbili nukta tano trillion, tukatransform jiji la Dar es Salaam lenye wakazi wengi kuliko jiji lolote katika nchi yetu dhamira dhamira sasa. Sanii mnaosikiliza, mtakuwa mnaniambia kuna dhamira ipo au haipo. Kama haipo, si wameng'ang'ana, wameshupaza shingo kuendelea na hiki kioja kiini macho cha uchaguzi na mikutano ya na hadhara, na mimi nitakuwa hapa msimamo tunavyoendelea, lakini jambo la msingi